Yes, mwana sawa sawa digital, kwa wale wafanyabiashara au wajasiriamali uh, wajasiri wadogo wadogo, hata wakubwa kutokea Afrika, na hizi hii story itakuwa inahusu sana, lakini pia mtaweza kuielewa zaidi. Sasa, moja ya nguvu kubwa lakini mara nyingi haisikiki kuhusu Afrika ni kiwango cha juu cha ujasiriamali miongoni mwa wanawake ambao kutokea huko Afrika. Ikilinganishwa na maeneo mengi sana kutokea huko Ulaya, Asia, au Amerika Kaskazini, Afrika ina idadi kubwa zaidi ya wanawake wanaoanzisha wana na kuendesha biashara zao wenyewe. Hata ukiangalia katika nchi yetu ya Tanzania, pia kuna baadhi ya miradi mingi lakini pia biashara nyingi sana tofauti tofauti ambazo wanawake wetu wa Kitanzania wameweza kuanzisha na maisha yanakuwa yanaendelea. So kwa Afrika pia pia, wanawake wanaonekana ni ni watu ambao pia wamekuwa ni watu ambao wanaweza kuanzisha biashara e, nyingi sana tofauti tofauti. Lakini hii haimaanishi kwamba wanawake wa Afrika ndio matajiri zaidi bali ndio walio mstari wa mbele katika ku, e, kuchechua hatua e, kwa wengi. Ujasiriamali si chaguo la anasa bali ni suluhisho la maisha. Kutokana na changamoto za ajira rasmi au ukosefu kwa elimu ya juu, wanawake wengi hulazimika kujitengenezea nafasi zao. So kuna baadhi ya watu ambao wanaweza kutegemea eh, eh, elimu eh, lakini pia mtu mwingine akishaona elimu imekuwa imeshamshinda anaamua kujiingiza kwenye masuala mazima ya ujasiriamali. Lakini sio wote ambao wanasubiria elimu tu. Kuna mwingine anaweza kuwa katika elimu lakini pia anafanya masuala mazima ya ujasiriamali ili maisha yaweze kuendelea. Sasa, kuanzia kilimo na biashara mdogo mdogo hadi mtindo, urembo na teknolojia, wanawake ndio uti wa mgongo na uchumi rasmi na usio rasmi barani Afrika. Iwe, e, iwe ni, ni mama anayeuza sokoni au msichana anayeanzisha app, nguvu ya mwanamke wa Kiafrika ni ya kipekee sana. So takwimu pia zinaweza kuonyesha kwamba ukweli ni, tafiti kutoka taasisi kama Benki ya Dunia World Bank na Global Entrepreneurship Monitor zina, e, zinaonyesha kuwa wanawake wa Afrika wana viwango vya juu zaidi ya ushiriki katika ujasiriamali duniani. Katika nchi kama vile Nigeria, Ghana na Zambia kutokea huku Afrika pia, e, kuna wanawake wengi zaidi wanaomiliki biashara kuliko wanaume, hali isiyo ya kawaida katika maeneo mengine duniani. Kuna baadhi ya nchi pia wanawake sio kama ndio wana pesa kiivo lakini pia wanaume wanaonekana kama wanaongoza kwa kuwa na pesa kutokana na harakati ambazo wanakuwa wanazifanya. So katika nchi hizo ambazo nimekutajia Afrika, ni wanawake pia ambao wanaonekana pia na wao wako mstari wa mbele kabisa katika swala zima la ujasiriamali na kuweza kujikomua katika maisha. So kwa hiyo, wakati dunia inapotaja ujasiriamali, wengi huelekeza macho yao Silicon Valley au uh, uh, uh, Wall Street uh, lakini kimya kimya Afrika inaandika upya simulizi hii. E, na mwanamke huyo katika e, mabadiliko haya yote ya masuala mazima ya kiujasiria mali, lakini pia kibiashara, biashara zaidi. So, shout out kwa wanawake wote kutoka Afrika, mnafanya poa sana, lakini pia maisha yazidi kwenda. Kuna baadhi ya wanaume pia ambao wanawategemea wanawake zao katika kuingiza pesa au kuweza kuendesha familia. E, hii imekaaje? Hii imekaa sawa au haijakaa sawa? Drop comment yako hapo, itakuwa safi kinoma noma. Sisi kama mwana sawa sawa digital, endelea kutufuatia kwa sababu taarifa zote tunakuletea